Ramadhani hii kupitia mheshimiwa Raisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hasani, kupitia ofisi yetu hapa ya mkuu wa wilaya, kamati hii ya usalama ikaonelea tunapokwenda kumaliza mwezi mtukufu, basi tupate fursa na nyinyi tukiungana kwa pamoja. Aidha mtapata fursa ya kupika iftari ama mtapata fursa ya kupika daku, ili leo tupate nafasi na, na nyewe kuwashika mkono angalau kile mtakachokipata basi mjue ofisi ya mkuu wa wilaya ambao wameongozana na kamati ya usalama kuwapeni angalau hicho mtakachokipokea, na nyinyi muwe ni sehemu ya wilaya hii, na sisi tuungane na nyie kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani kama sehemu ya mama zangu wajane, baba zangu wagane, ili na nyinyi basi mnapokuwa huko mjue ofisi ya mkuu wa wilaya iko pamoja na nyie mnapokwenda kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini pia mnapokuwa kwenye shughuli zenu, rai yangu kwenu ni kuendelea kuombea amani, utulivu na mshikamano tulio nao huu kwenye wilaya yetu ya Longido, maanake mwezi mtukufu wa Ramadhani ni maeneo ambayo sisi tumepewa dhamana na nafasi sasa kumrudia Mwenyezi Mungu. Kwamba mahali ambapo pengine tumetereza basi maombi yenu yanatuongoza zaidi, hasa kiutumishi, hasa namna ya kiutendaji, lakini na kusimamia shughuli za maendeleo za kila siku. Kipekee na, natoa shukurani kwa niaba ya hawa wazee wetu wajane na wagane kwa jambo hili, ofisi yako kuona kuwa kuna muhimu kwa watu kama hawa kusaidiwa. Lakini mimi kama shekhe wa wilaya na ku, naombea taifa letu kwa ujumla, uchaguzi uweze kupita <tabuzi> na mama Mwenyezi Mungu amjalie tena miaka mitano mingine Amin. Na wewe inshallah ikimpendeza Mwenyezi Mungu basi akupandishe daraja e, lakini na kamati yako pamoja na mcd tunaombea kheri katika uchaguzi huu, upite kwa amani na salama na yesio, vile vile ndio umetushika sisi, basi tuendelee kushikana lakini Amin. Bila kusahau jeshi la akiba tunakuomba vijana wetu E, angalau ehe mwa, mwaite e, na muweze kuongea nao kwa ajili ya uchaguzi mkuu ili wasiweze kuingia katika makundi ambayo ni hatarishi, lakini vile vile mkwetu wa, wa mpakani kule Amen. Nani watu wanapita basi tunaomba ile elimu, kwa sababu wa mama leo wamekuja hapa Amen. Tuna bahati ya kupata mama ana miaka mia na kitu yuko hapa na mzee wetu anagonga, ana mia. Lakini alhamdulillah leo tuko nao kwa baraka hii. Mimi nadhani mheshimiwa rais, mfikishe salamu zetu. Lakini mkuu wa TAKUKURU, tunaomba elimu endelee, ili haki iweze kutendeka na uadilifu. Baada ya kuwasema haya machache, Mwenyezi Mungu alibariki taifa letu la Tanzania Amin, na ajalie uchaguzi uende kwa amani masalama. Amin, na salama na ajalie mkuu wetu wa wilaya pamoja hakimu na timu yake natimu, na afya njema na akili Amin, ili taifa letu liweze kutengenezeka sallam